Ukweli saba kuhusu mapenzi ambao kijana lazima ujue. Katika ulimwengu wa sasa, vijana wengi wanapoteza mwelekeo, nguvu na muda wao mwingi kwenye mahusiano ambayo hayana tija. Wanaishi kwenye ndoto za mchana wakiamini kuwa mapenzi ni kama sinema za Hollywood, lakini wanapokutana na uhalisia, mioyo yao inapasuka na ndoto zao zinakufa. Maisha hayajawahi kuwa na huruma kwa mtu anayeweka hisia mbele kuliko akili na hekima. Ukweli ni huu, mapenzi ni sehemu ya maisha, lakini sio maisha yenyewe. Ukishindwa kuelewa kanuni za mahusiano mapema, utajikuta unatumika kama daraja la watu wengine kufika kileleni, huku wewe ukibaki gofu. Leo ndani ya GR Hamasa Wisdom tutachambua ukweli saba mchungu ambao kila kijana lazima aujue kabla hajaingia au kuendelea na safari ya mapenzi. Kabla hatujaanza, hakikisha una subscribe ili uendelee kupata dozi hizi za hekima kila siku. Moja, mwanamke hawezi kukuheshimu kama hujiheshimu na huna unachofanya. Heshima ya mwanamke kwa mwanaume haitokani na jinsi unavyomshauri au kumnyenyekea bali inatokana na thamani unayojipa wewe mwenyewe na kile unachokifanya duniani. Mwanaume asiyekuwa na kazi, asiyekuwa na malengo na anayeshinda anajilalamisha hawezi kupewa heshima ya kweli. Mwanamke anaweza kukuhurumia, lakini kamwe hata kuheshimu kama huwezi kujitawala na kutawala mazingira yako. Ukweli, heshima inaanza na nidhamu yako binafsi. Ukishinda unacheza game, unalala mpaka mchana na huna mpango wa kutafuta riziki, unajitengenezea mazingira ya kudharauliwa. Jishughulishe, fanya kazi kwa bidii na jipe thamani. Hapo ndipo heshima itakapokuja bila kuombwa. Mbili, upendo bila pesa ni kama gari bila tairi, utaishia kusukuma tu. Watu husema upendo ni kila kitu, lakini huo ni uongo wa kimaskini Mapenzi yanahitaji mahali pa kuishi, yanahitaji chakula, yanahitaji mavazi na yanahitaji matunzo. Bila rasilimali, upendo mwingi hugeuka kuwa kero, malalamiko na dharau. Huwezi kulisha hisia kwa maneno matupu wakati tumbo linauma njaa. Ukweli, kabla hujaanza kutafuta mtu wa kumpenda, tafuta misingi ya kiuchumi. Pesa haileti upendo wa dhati, lakini inalinda upendo usichezewe na dharau za mtaani. Gari la mapenzi linaweza kuwa zuri, lakini bila matairi ya kiuchumi, safari hiyo itakuwa ya mateso na kusukuma. Tatu, usimfanye mtu kuwa kipaumbele chako wakati wewe ni chaguo lake la akiba. Kuna vijana wanatoa kila kitu, muda wao, pesa zao na akili zao kwa mwanamke ambaye anawatafuta pale tu anapokuwa ameachwa na mtu wake wa kwanza au anapokuwa na shida ya kifedha. Hii ni sumu ya nafsi. Unapokubali kuwa plan B, unajitangazia kuwa thamani yako ni ndogo. Ukweli, mtu anayekupenda kwa dhati hatakuweka kwenye benchi la akiba. Ukiona unatafutwa kwa msimu au unapokuwa na msaada fulani tu, funga shea vilago vyako na uondoke. Ni bora kuwa mpweke ukiwa na heshima yako kuliko kuwa na mtu anayekuona kama tairi la akiba. Nne, kama mpenzi wako hakupi amani ya kupambana, achana naye kabla hajakuua. Kazi ya mwanaume ni kupambana na ulimwengu ili kuleta matokeo nyumbani. Lakini ukikutana na mwanamke ambaye kila ukirudi nyumbani unakutana na fujo, wivu usio na tija na malalamiko yanayonyonya inaji yako, hutafika mbali. Mwanamke sahihi ni kituo cha kuchaji chaji siyo kituo cha kunyonya chaji. Ukweli, amani ndiyo mtaji wako mkuu katika utafutaji. Mtu yoyote anayevuruga amani yako anavuruga maono yako na maisha yako. Kama mahusiano yanakuzuia usifikirie mbinu za kutafuta pesa, bali unawaza jinsi ya kusuluhisha migogoro kila siku, kimbia hapo mara moja. Tano, huwezi kumbadilisha mtu asiyetaka kubadilika. Usipoteze muda wako. Vijana wengi wanaingia kwenye mahusiano wakijidanganya kuwa nitambadilisha akishakuwa na mimi. Hilo ni kosa la kijinai dhidi ya maisha yako. Tabia ni kama ngozi, binadamu hubadilika pale tu yeye mwenyewe anapoamua kufanya hivyo, kutokana na maumivu au ufahamu. Ukweli unapoteza muda na nishati kujaribu kumpandisha mtu ambaye ameshaamua baki kwenye tope. Tafuta mtu ambaye tayari ana mwelekeo unaoendana na wako. Mapenzi sio kituo cha marekebisho ya tabia, ni ushirikiano wa watu wawili wanaojitambua. Sita, sura nzuri haisafishi tabia mbaya. Angalia akili na utu kabla ya umbo. Uzuri wa sura na umbo ni kama maua, huchanua asubuhi na kunyauka jioni, lakini akili, hekima na utu hudumu milele. Kijana anayechagua mwanamke kwa sababu ya shepu pekee anajiandalia maisha ya mateso. Uzuri haupiki chakula, hauamui malezi ya watoto na hauwezi kukupa ushauri wa biashara. Ukweli, sura nzuri bila akili ni kama nyumba nzuri iliyojengwa juu ya dampo la takataka, ndani inanuka. Tafuta mwanamke mwenye hofu ya Mungu, mwenye akili ya maendeleo, na anayejua thamani ya mwanaume anayepambana. Saba, mwanaume anayelia lia kwa ajili ya mwanamke bado hajakutana na njaa ya kweli. Hii ni ukweli mchungu. Mwanaume anayeshinda kitandani akilia na kukataa kula kisa ameachwa na mwanamke, huyo mwanaume bado hajajua uzito wa maisha. Mwanaume wa kweli akipoteza mapenzi anatafuta kazi, akipoteza mwanamke anatafuta mafanikio maumivu ya njaa ya familia yako yanapaswa kuwa na uzito mkubwa kuliko maumivu ya kuachwa na mwanamke ambaye hataki kuwa na wewe. Ukweli, machozi ya mwanaume yanapaswa kumwagika kwa ajili ya mambo yenye uzito: mafanikio, familia na kusudi la maisha yake. Usiruhusu hisia zako zikutawale kiasi cha kukufanya uonekana dhaifu. Simama nawa uso, ingia mtaani na fanya kazi. Mafanikio ndiyo dawa bora ya maumivu ya moyo. Na sasa sehemu muhimu zaidi: mapenzi siyo adui wa kijana, ila ujinga ndiyo adui namba moja. Huwezi kujenga nyumba imara kwenye msingi wa mchanga. Jenga kwanza utu wako, jenga uchumi wako, na jenga akili yako. Ukisha kuwa mwanaume wenye thamani, hutalamba miguu ya watu ili upendwe. Watu watatamani kuwa sehemu ya maisha yako. Maisha yanajaribu kila mmoja wetu, lakini wale wenye msimamo na hekima ndio wanaobaki wamesimama. Usiogope kuanza upya na usiogope kuwa peke yako wakati unajitafuta. Maumivu ya sasa ni mbegu ya ushindi wa kesho. Linda moyo wako, lakini zaidi sana, linda heshima yako. Misingi ya mafanikio ya kijana katika mapenzi ni kujiheshimu na kujithamini kwanza, kuwa na kitu cha kufanya kinachoingiza kipato, na kutumia akili zaidi kuliko hisia.